We, we to, we, Mungu akuonyesheungumambo kabisa we. Funga, piga pini huko. Rwanda nimesikia Kagame amepiga pini vikanisa vingi visivyoeleweka. Acha watu walalamike, walie machozi. Hujafuata utaratibu, piga pini. Kama utaki, usisajiliwe na serikali, fanya jambo la kwako mwenyewe. Lakini ukisajiliwa, fuata taratibu. Mimi nimeenda Amerika, watu wana makanisa wana, wanapewa bure, wanayakimbia sababu utalipa kodi yamesajiliwa hakuna ujinga ujinga hizi hizi zetu serikali. Mimi na kweli mmeachia watu kwenye mitandao wa, na kutukana yeye, mnatazama. Hizi ndio mmelea, hili jipu linapasuka. Mmelea vitu watu wanatukana. Hata hivi navyozungumza hapa, watu watatukana iye, nasema siku moja, wanatukana serikali. Kama ingeturuhusu mimi nicheza box, mnapiga, diebu, napiga jebu, napiga hapa kati analala, safari inaendelea. Lakini sasa mwisho watakukamata yeye, mkishindwa, basi turuhusu wanaotukana tukana. Mi watu wengi wanaitukana wala sijali, lakini nasema ukweli. Eh, mimi hakuna jambo jipya, yalikuwepo yapo, yatakuwepo. toto utumwa, ujana, maswali, uzee, ugonjwa, wembamba, fahari, urefu, umbaji, unene, kupenda ufupi, maonyesho haya, maisha bado yapo, yana historia leo, zawadi kesho, maoni funga kile ile taasisi hapa. Mnaolalamika angefungiwa tu Gwajima? Hapana, inafungiwa taasisi.